Kwa majina naitwa Ahmad Jobenyo, ni katibu wa mashabiki wa Azam FC Tanzania. Wito kwa mashabiki wa Azam FC, siku ya Alhamisi Mzizima Dabi, tujitokeze kwa wingi sana pale Chamazi Kompleksi, kwa sababu hii mechi tulikuwa tunahitaji kwa hamu sana, kwa sababu tunaenda kuendeleza pale tulipoishia kwao. Mashabiki wote wa Azam FC Tanzania nzima na Dar es Salaam yote kwa ujumla wajitokeze kwa wingi pale Chamazi Complex, wala wasiwe na wasiwasi kabisa. Hii mechi tumeshaimaliza mapema sana, matokeo yako upande wetu, sisi ni kuwin tu, wala so lose. Kwa hiyo tumejiandaa kwa kuhakikisha mashabiki wote wa Azam FC pande zote watafurahia hii dabi na watatoka kifua mbele, lakini pia vilevile wasisahau vile kama alivyosema viongozi wetu, bwana masoko, meneja masoko, kuna ofa kubwa sana ya jezi ambazo zimetangazwa na klabu yetu. Ile ni ofa yetu sisi, sio kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi kuchangamkia fursa hiyo, na pia vilevile vile, siku hiyo ni white party kwa ajili ya kuja kufurahi zaidi. Kwa hiyo tuje tumevaa jezi nyeupe zinatoka pale tukiwa tumefurahi zaidi na tunaenda kuanikiza pale Chamazi Complex kwa hakika patachimbika sana. Asante.